Kwa jina naitwa Robert Richard Kimambo, ni meneja Walawatu Sport Bar and Lodge iliyopo maeneo ya Singida mjini mkabala wa jengo la Singida Complex. Uh, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais uh, Samia Suluhu Hassan akiwa kama mgeni rasmi wa kilele cha Mei Mosi itakayofanyikia Singida. Pia shukrani nyingine za dhati tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa uh, Halima Dendego akiwa kama mwenyeji wa tamasha hili la Mei Mosi, na kabla ya yote pia niishukuru kampuni ya Puma Harvest, ambayo ni kampuni bora inayotoa chakula chenye ubora cha kuku. Wao wametuandalia kuku ambao tutajina kwa jina la test day. Na sisi kama la watu Sport Pan Lodge tukishirikiana na Puma Harvest, kampuni pendwa kwa ajili ya kuboresha huduma yetu ya chakula cha kuku kwa siku hiyo, tumeweka utaratibu mzuri wa kukaribisha wageni wote wa taasisi mbalimbali za kiserikali na kijamii. Okay. Tarehe 15 Jumapili mwaka 2025 kutakuwa na testing day kutoka kampuni ya Puma Harvest. Na siku hiyo, kampuni pendwa imetuandalia vyakula mbalimbali, ambavyo ni kuku makange, kuku choma, firigisi makange, vitu hivyo vyote vinapatikana maeneo ya hapa kwetu la watu. Tumejipanga kwa upande wa vinywaji, vitakuwa vinywaji vya kutosha vya aina mbalimbali. Pia tuna huduma ya lodge ambapo vimba vyetu vipo vizuri, unapata huduma safi ya uhakika. Vile vile pia kuna parking ya kutosha kwa ajili ya magari yetu. Ulinzi na usalama ni kwa ajili yako wewe mpendwa mteja. Kwa wakazi wa Singida tuichukue fursa kama ni sehemu pekee ya kunyanyuka kibiashara na kutangaza mji wetu na mkoa wetu wa Singida, na kwa wafanyabiashara kama unavyofahamu, fursa inapotokea unaangalia nini cha kufanya na nini cha kuendeleza. Kwa hiyo ni wasi wafanyabiashara wote wa Singida kwa umoja wetu tushirikiana na mheshimiwa mkuu wa mkoa tushirikiane na mheshimiwa rais kwa ajili ya kutengeneza shamba hili linalotakiwa. Sisi wafanyabiashara ndio tunaoendesha biashara maeneo ya Singida especially kwenye hizi biashara zetu za za za loji na majiko na mambo mengine kwa kuhusiana Kuku Festival ni vizuri tukashirikiana na kampuni ya Puma Harvest kwa ajili ya testing day, na kila mpendo wa mteja atakayekuja apate huduma bora, apate chakula kilicho kizuri na katika kiwango cha juu kabisa.